Mke wangu naenda kazini hivyo, mwanaume ananchukulia je? Mimi unaona, mimi ni dadako au? Maana sikuelewi. Yeye kazi yako ku, yani kuta kuingia kutoka, kuingia kutoka, kutwa nzima kwa barabarani kiguu na nje hivyo, ni kuelewa je? Mwanaume mke wangu hivyo, unategemea hapa tunakula nini? Kwa nenda kufanya kazi ili nilete pesa ule, sijui umenielewa. Maskini nimejua kwa tu kuja kufuta chakula kwako ha? Nimefuata haki yangu, umenielewa mimi naona wivu kwa majirani wanavyokana na wamezoa vibarazani. Naona wivu. Kwa nini nisikuambie mimi naumia? Kazi gani ambayo haina time wa kupumzika? Kazi gani hiyo? Wewe kazi yako barabarani, kivuna njia kivuna njia. Wewe unaona kuna shida gani hapa? Hata kama mume wangu, mimi na wewe ni mke na mume. Kwa nini huna time ya kupumzika we na mimi? Naomba unisikilize. Kuna elfu kumi pale? Elfu kumi hiyo itakusaidia kwa siku mbili tatu hizi. Sijui kona elfu kumi yako ina thamani kuliko kami na wewe eh? Ina thamani elfu kumi yako. Jaribu kunielewa, sina muda wa kupoteza. Mi naomba niende kazini. Komi naongea afu unaondoka. Hodi wenyewe Ah, sehemu asante. A, namshukuru Mungu anaeta heri. Asante. Vipi jama, nimemkuta kama wiki Ah, sawa, ni kama hapo basi, simu nitaongea na kwa simu. Paspo, baki salama, nisaidie basi, ah, yangu imekatika chumbani. Basi sawa. mafanikio yako kwenye ndoa mpaka sasa hivi, hmm. eh, eh. Hmm. Kutulia. Kutulia, hmm. Sasikia kama mwanaume aeleweki, achana naye hivyo. Ni kwanza ulivyochunda, umepauka shoga yangu. So sh, yani sio shoga yangu ile nimejua zamani emi niangali mimi mwenzako eh, navo na wili shoga yangu talishada italaka, yani kitambo tu. Hey, umeachika? Hey, ili kwaje kwaje? shoga yangu, mwanaume anaondoka asubuhi ananiachia buku eh. Anaenda baa huko kukesha na wanawake wengine. Sasa siku ndo nikamfuma bwana yeah. siku hiyo hiyo nipe changu. Kuna shombovu hey, nimedai changu. Achana naye, yani uachana naye tu Nikaudu kwa Shabani, namkumbuka namkumbukaksi wako ule, huyo huyo shoga angu asaivi, anaiwa hatari kweli, talaka wewe tu. Shoga yangu nachilewa wapi? Shoga angunakaa nanifumbua macho, maana umwanaume wangu uko barabarani, ajuu kutulia, hata kunipaki yangu ndani, shoga yangu mdada mzuri kabisa shoga angu, unavyokujua wewe, una, una shiombovu kabisa eti anaondoka wiki mbili, wiki tatu aipo nyumbani kweli. Unamkumbuka nasibu? Namkumbuka ataka namba zako shoga, sasa hivi ni anampunga hivi, unaelewa, anafanya kazi serikalini shoga. Mshahara laki nane lakini nane hiyo, akikupigia mahesabu vitu anavyovifanya, elfu ishirini elfu thelathini ndio matumizi yake. Haya, wewe ukienda pale, shoga yangu una nini? Tuache yote tisa, shoga, namba kutoka hapo mbili, namba yangu sawa, mimi nitampa lakini. Maana umekuja hapa kama kunifumbua akili, shogangu, maana u mwanaume muda wote uko barabarani, hajui kutulia, na mimi hata kutulia tandani anipe takia yangu, muda wote kazi na yeye, kazi na yeye Ningoja niwai hapo, sijui unaweza kunisindikiza shoga yangu, maana unajua tena mambo yangu mna shoga yangu, nimechoka Ah, wewe ushaanza bana, nisindikize tu hata hapo, naweza nikakutoa kidogo ha, siku nyingine ha, hapo. Sawa bana, ha, ujumbe hey, Uta... yaani hmm. Sa, umenifikia za masiku. Ah safi. Shemeji hadi mjuzi zimetoka kwako, sija kukuta pilika pilika <laughs> za kazi, kazi nyingi. Hata mimi naona shemeji, sasa shemeji, kwanza unakaba? Ni mwanaume. Shemeji yako unakaba? Mambo ambayo nataka kukuambia. hey. Sasa shemeji, wakati natoka kwa mangi pale dukani pale nimemuona mke wako kichochoroni, kuna mwanaume ana midevu. Mke wangu mimi, Aneti ninayemjua. Huyo huyo mke wako au umemfananisha? nifananishe shemeji? Nsimjue? hapana hapana, haiwezekani. Kama uamini tusiandikie mate wakati yupo, twende kumuona. Em, twende shemeji. Wewe siku hiyo uliniambia kwamba lezoezi imeisha palepale. Sasa mbona naona kama anataka amwendelezo? Unajua nini shemeji, changamoto ninayopitia katika ile ndoa, kama mwenye ungeunia huruma, rafiki yako anasema na mimi anaita ule mda tu kidogo, kutoka na mimi piga story hana. Lakini shemeji, wakubwa waliposema kwamba ndoa inahitaji e uvumilivu, unajua walimaanisha kitu. Sasa kesi unazopitia ni changamoto, kwa hiyo unatakiwa uvumilie. Hapana shemeji, mimi furaha naopata kwako, ani hata sina shida. Furaha ya mume wangu, maana si uko bizo utafuta pesa, achana naye, anatafuta pesa ambazo hazijai. Mi furaha yangu naopata kwako inanitosha shemeji, pamoja na yote kumbuka, meo mimi ni rafiki yangu. Sasa kama atakuja kujua hiki kitu nachokifanya, unajua atanifanya nini? hawezi kugundua maana ah, umtana unavojua mimi, ha, isi, ha, mimi. Ficha, ficha we, ipo siku moja watu watakuja kujua hamna shemeji, hata wakituona mimi ni mshemeji mimi, nachohitaji tu kwako ni furaha unaonipa inanitosha na kukuza hata vichinchi anavyonipa rafiki yako, usijali, nitakupatia.